Mheshimiwa Spika, katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe 28 mwezi wa nane 25 nilitaja mambo ambayo serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku mia. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya kumi na mbili tangu mhula huu wa pili wa awamu ya sita uanze tayari tumeshatangaza nafasi za ajira elfu saba za walimu na nafasi za ajira elfu tano za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kila ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali serikali itakuja kwenu waheshimiwa, uh, wabunge na mapendekezo ya namna kufanikisha waande, mapende Ohio, ya kufanikisha majaribio hayo na niwaombe uwaunge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunavamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidijitali na kuka, kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine nimeshaelekeza Wizara ya Afya kusimamia maelekezo ya kutozuia maiti kwenye vituo vya kutolea huduma za afya wakati familia zikiendelea na taratibu za kulipa deni la matibabu kwa njia zinazolinda utu wao. Niseme kwamba ni kupitia mpango wa bima ya afya kwa wote, kadhia hii ya kuzuia maiti unakwenda kukomeshwa, kwa sababu gharama za matibabu zitalipwa na bima ya mtu anayekwenda kutibiwa. Ni wasihi wananchi wote kuweka kipaumbele kwa afya zetu, kwa kila mmoja wetu kuwa na bima ya afya pamoja na wanaomtegemea. Mheshimiwa Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 imeahidi na mimi nilitangaza ahadi hiyo kuwa nitaunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na, uh, na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato wa mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, kutokana na uvunjifu wa amani uliotokea nchini tunahitaji kwanza kufanya tathmini ya kina ili tujue kiini cha sababu ya kadhia hiyo na ndipo tunde tume ya maridhiano. Katika muhula wa kwanza wa awamu ya sita, tulikuja na fa falsafa ya ara nne ili kulunganisha taifa. Serikali ilionyesha utayari wakati wote kuleta maridhiano ili kwa pamoja tuweze kujenga na kulitunza taifa letu. Serikali ilinyoosha ili mkono na kuwavuta na kuwakaribisha vyama vya siasa.